anakuja ndugu yetu hapa kwamba it is time to go hard nafiri hii inaendana na situation tulionao sasa hivi it's time to go hard ambako kwenye next slide anaelezea hizo tuko penaism namba 17 i may i may be wrong but i'm never in doubt hii kwanza naweza nikasema ni sifa ya watu, watu ambao tunasema darasa la 7 yakishaamua kufanya biashara ana analysis ana nini, anajua kabisa hiki ndo nachokitaka, sina, sina doubt kuangalia pembeni wala pembeni, na matokeo yake yanakuja ku achieve. Sasa hii ya pili, hii ya pili ni challenge kwa kwa sisi tunaojiita wasomi. Situation afi imeshaanza kutokea Marekani, kwamba hawaangalii uh, sana credentials, wanaangalia attitude ya ule mtu siu na PhD siu na anas siu na tripo nini huko sijui, imepata misonge mitupu. Kwa uchumi wa sasa hivi, fourth industrial revolution, hicho kitu wakiangalia sana, they are looking at your attitude. Surprise your attitude associates and your enemies. <laughs> Najieleza, structure follows strategy. If you base your strategy on your existing structure, you limit your potential to what you have already done uki uki af kifafanua, inajieleza vizuri. Na mwisho anasema watch your peaks and troughs as long as your lows are higher than before, kwamba safari iliyopita ulikuwa umeanguka mpaka hapa, unaenda mbele, utaanguka lakini sio ukaanguka chini ya pale ulipokuwa umeanguka mwanzo. Kwa hiyo quantum leap action war plan, your quantum leap action war plan eh, hey, your quantum leap action war plan is working, kama unapoanguka sasa hivi leo ni juu ya ulipoanguka umeanguka juzi. Kwa hiyo keep track, ukaona imekuwa hivyo you are proceeding well. Bas, asanteni, nafikiri ndio mwisho wa presentation yangu.